barakatuh. Ndugu zetu wa, wa, wa baraza la Waislamu mlioko Marekani hawa ni Waislamu wa magugu Matufa katika msikiti ambao nyinyi mliweka nguvu zenu, na alhamdulillah, kama mlivyokusudia kwamba leo Waislamu hawa wapate zakatul fitri, tunashukuru tumetekeleza agizo lenu, na kiasi ambacho mlichokituma ndio hichi hapa, hizi ni mia moja na themanini. Kwa hiyo, kwanza kabisa mnakwenda kuombewa dua. Baada ya kuombewa dua, alafu tunakwenda kuanza zoezi. Pale mnavyoona kwenye ule mti ni wakina mama pia nao pia watapata kwa muda wao. Lakini tunakwenda kuanza na wakina baba. Sasa wazee wangu niombe mtie Fatiha moja, alafu tuombee ndugu zetu dua yeah.

Basi tuanze kuamka sasa pale anatoka, mm. Asante wazee tuamke

Naomba twende, hachukuliwi mtu kwa sasa, hachukuliwi mtu kwa sasa. Kama kuna kuchukuliwa, itarudi baadaye kidogo, insha Allah. <coughs> Watoto wabaki, watachukua mwisho, watoto wabaki. Naomba waitwe wale kina mama waje mlango wa nyuma huku. <coughs> Abameraji, beba mifuko miwili miwili.

Yule mwenyekiti wa kijiji kama yupo, tunaomba pia mwenyekiti wa kijiji tunaomba siondoke

Wazangu, assalamu wa alaikum. Salamu haya, hongereni na saumu. Alhamdulillah, hii ni sadaka ya ndugu zetu, Baraza la Waislam kutoka Marekani. Wameona waungane na nyinyi kidogo leo kuwapa sapoti hii. Naomba hapo mlangoni wanaume msogee, tafadhalini sana. Kama unamchukulia mtu njoo nyuma ya kina mama. Kama unamchukulia mtu njoo nyuma ya kina mama. Twende twende. Ah, Sharifu wetu huyo anaingia. Huyo aje moja kwa moja huko. Ah, twende twende twende twende. Taomba wamama wawili watabakia kidogo kwa ajili ya kutoa salamu za wanawake wa hapa kwa ndugu zetu wa Marekani. <coughs>

Wakiisha akina mama, naomba mlango urudishiwe kwanza. Wakiisha akina mama hapo, mlango urudishiwe, naomba urudishwe mlango kwanza. Kina mama wakiisha, mlango urudishiwe kwanza. Rudisha huo mlango, rudisha huo mlango kwanza. Asante no, Haya bibi, asante. Mungu akubariki sana. Wacha tu, wacha tu, ana shida. Amina, naomba mlango huo ufunge kwanza, mwalimu. Naomba ufungwe kwanza, kama wapo watakuja baadaye. Tafadhali ndugu zetu Baraza la Waislamu Marekani, kiukweli kabisa Waislamu ni wengi, wenye uhitaji wa zakatul fitr ni wengi. Kwayo, kwa hiyo tuwaombeni sana tuwaombeni sana kwamba muda mwingine kujaribu kutu, kutuongezea kidogo idadi ya bajeti, maanake tuna sijui tuna wafanyaji wale wakina mama ambao watakuwa wamekosa na Waislamu ambao watakuwa wamekosa. Kwa hiyo tunawaombeni sana siku nyingine eh, mtufanyie bajeti iliyokuwa kubwa kidogo kido. Tutaingia tu, tutaingia bado, bado zipo, tutaingia. Tukuene na amani, kutoshe, kutosha. Naomba msiingie kwanza ndani. Oye, sasa so, so, mwalimu, twende tuwaone hawa watoto wale ambao pita hivi, nendeni kule wote, enda kule wote, tuone wale watoto ambao wamewakilisha. Ah, asante, wache watoke, wanaotoka wache watoke. Nyinyi mnawafahamu hawa sasa, hawa mnawafahamu vizuri. Hebu tuende tuone, mara moja tuwatoe hawa, tuondoke kwenye dhambi. Haya, huyo kama tayari. Rajabu, ulioisha pata, alikuja kwa nani? Mtoe haya, ustazi Isa, mpe ule ustazi Isa

Huyu kamwakilisha nani? Vijana wako? Asante, twede tumalizi hapa moramoja. Haya haya, toka nje, toka nje babu. Asante, Mungu akubariki sana. Subiri kidogo, aziwangu subiri ni kidogo. Hebu twende chap chap. Twende chap chap tuokoe muda. Toka babu. Asante. Kama hawa hakuna wale waakilisha, tuombe watoke nje oh, well, sasa. Wewe. Sasa mimi nimesema. Haya, twende basi, twende mara moja. Ah basi hawa wanyanyuke sasa, hawa wanyanyue, wanyanyue sasa. Haya, hawa hawa ambao hawana kuwakilisha, naomba sasa wanyanyuke, naomba wanyanyuke hawa. Ajabu, wale watoto ambao hawajapata kabisa wazuie. Wazuie. Sante. Ah, ah. Subiri kwanza, subiri. Labda ndugu zangu nyote, kupitia dada yetu Saida wana grupu wote baraza la Waislamu mlioko Marekani, tumeendelea kugawa sadaka hii, lakini pia tumewakutanisha na ndugu yetu huyu. Amepata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu hapa mlipo, amekuja, lakini alhamdulillah, yeye ana macho ya rohoni haya macho ya kawaida hayaoni, anasema machache kuhusiana na nyie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidi sallallahu alayhi wa wasallam. <coughs> Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtume sallallahu alayhi wa wasalama, sina mengine na sina mengi ila tunatoa shukurani zetu kwa wananchi, kwa waislamu wa Marekani, kwa msaada wenu mlio tusaidia. Tunawashukuru tuna sana, na tunawaombea Mungu, na vilevile tunawashukuru kwa jitihada zenu za kutujengea msikiti, na vile tuna, na vile vile tunawaomba mwendelee kutusaidia hata kwa siku nyingine kwa, kwa shughuli za kidini misikiti na mambo ya swadaka. Nafikiri kufikia hapa, sina mengine ila nawashukuru na tunawaombea Mungu awalipe kheri kwa utukufu wa swadaka hii, amin. Asante sana ndugu zangu, lakini pia tuna kina mama wako hapa. Kwa niaba ya mama wa hapa, pia na wao wanaweza wakasema jambo kidogo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulilahi rabi lalamina amma bad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume Muhammad sala llah alaihi wasalama, kwani awali yoyote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambaye ametujalia tumefika hapa katika msikiti huu na tumekuja kupata sadaka. Tunaoombea kwa Mwenyezi Mungu izidi mara mbili ya hii. Amen. Na kile mlichotoa Mwenyezi Mungu awalipeni wa badala. Amen. Na wenye matatizo Mwenyezi Mungu awapunguzia matatizo yao. Amen. Wenye maradhi basi, wanapoenda kwenye vipimo maradhi yao yakaonekani. Ndugu zangu, katika neema hii tuliopewa sisi, huku Waislamu tuko wengi na tunahitaji misaada mingi ya kujengewa madarasa, misikiti, na watu wenye mahitaji maalumu waweze kupata misaada na kusaidiwa, ili tuweze kumcha Mwenyezi Mungu. Ukiwa na njaa au ukiwa na shida huwezi ukamwabudu Mwenyezi Mungu vizuri. Na mimi ni mwalimu wa madarasa na ni mkatibu wa jumuia kina mama pia tunalo jengo letu, tunaombeni misaada yenu huko mliko muweze kutusaidia tuweze kukamilisha darasa letu, ili tukasome sisi akina mama, tumtambue Mwenyezi Mungu anataka nini na anakataza nini. Pia na watoto wetu na wanaume wetu pia waingie madarasani, wamjue Mwenyezi Mungu. Kwa kufikia hapa nasema wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwenyezi Mungu atuwafikishie na sadaka. Asante. Basi sasa, niombe Sharifu, Sharifu, sasa tusimame kwa pamoja eh. Ambao haja, ambao hawajapata wapeni, ambao hawajapata wapeni, ambao hawajapata wapeni. Ambao hawajapata wapeni, tumalize sasa, ambao hawajapata hapo wapeni, bakize eh, zile za viongozi tu. Basi ndugu zangu wapendwa, katika baraza hili la Waislamu wa Marekani, tunashukuru tumekwenda kufika mwisho wa ugawaji wa Zakatul Fitri, lakini bado <coughs> alhamdulillah, mioyo yetu imeingia ganzi sana, kwa sababu watu wengi wenye uhitaji hawajapata. Lakini niombe kwa niaba ya uongozi sasa wa msikiti, hawa ni viongozi wa msikiti, niombe mmoja wao aseme machache kwenu. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kwa kweli, tunawashukuru sana watu wa Marekani kwa umoja wenu na kwa jitihada mlizozionyesha. Mmeweza kutupa msaada wa ujenzi wa msikiti, vile vile mmetuletea sadaka juu ya sadakatul fitri. Kwa kweli, tunawashukuru sana ila tunaomba basi jitihada hizi Mwenyezi Mungu ajalie mwakani iwe zaidi ya hiyo, kwa sababu watu wengi wamebaki wanafumbia madirishani hawana ambacho watapata. Kwa hiyo kwa kufikia, kwa kweli tunawashukuru. Mungu aondolee mabalaa, wajalie kila laheri kija mrito, naomba msitusahau kabisa, na vile vile Mwenyezi Mungu a asiwasahau. Basi niombe fatia ya sharifu pamoja na dua yake Kwanza tujaalie tumalize Ramadhani salama, Amen. na hawa waliofanya sadaka zao Ya Rabbi walipe wa, wali mema kuanzia majenzi ya msikiti kufikia mahali mtulitia leo sadaka kama zakatil fitri, basi Mwenyezi Mungu wajalie kila la kheri, waepushe mabalaa, wakingi na misukosuko kidunia, pia wajalie siku zingine muendelee kutu, kutukirimu kwa mambo mbali mbali. Hata huu lijengo letu halijaisha kufika mahali, basi watuongezee tumalize, pia na misikiti bado tunaye mingi, na madrasa iko pale akinamama na yenyewe pia vile vile watufanyie taafifu ili tuweze kumaliza mambo kama haya wasoma mao